Mm -hmm. Halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini imetetea pendekezo lake katika mswada wa fedha wa kuipa uwezo wa kuingia katika da, data za kibinafsi za Wakenya katika jitihada za kuwanasa watu wanaokwepa kulipa ushuru. Katika kutetea pendekezo hilo mbele ya Kamati ya Fedha ya Bunge la Kitaifa, Kamishna Mkuu wa Halmashauri hiyo Humphrey Wattanga aliwaambia wabunge kuwa wameweka mikakati inayofaa ku kuhakikisha usalama wa deta kulingana na sheria za usalama wa deta hizo. Hata hivyo, kauli yake ilipingwa na wabunge kufuatia ufichuzi, ufichuzi kuwa mfumo huo ulivurugwa na kufanya deta za Wakenya kupatikana kwa urahisi. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim, Hashim ana maelezo zaidi. Hatua ya kufanya marekebisho katika kifungu cha 59A cha sheria ya taratibu za ushuru inaendelea kuibua maoni tofauti. The consequence of deleting 1B, uh, uh, section, section 59 1B of the Tax Procedures Act would therefore mean that the commissioner may, uh, uh, may, may have access to trade secrets and private and personal data held on behalf of customers or collected in course of doing business. Pendekezo hilo ambalo litampatia kamishna mkuu wa KRA uwezo wa kuingia moja kwa moja kwa data za kibinafsi za Wakenya limependekezwa na Hazina Kuu katika mswada wa fedha wa mwaka 2025. We are continually aspiring uh, to have the highest accreditation as far as uh, data governance and data protection. Uh, ni katika mkutano huo ambapo mwenyekiti wa kamati hiyo Kimani Kuria alifichua kasoro ya ukiukaji wa deta katika tovuti iliyopo, hali ambayo ilisababisha wasiwasi kuhusu usalama na uadilifu wa kuhifadhi deta za Wakenya.

Maafisa wa KRA walikabiliwa na wakati mgumu kueleza ni kwa nini ilikuwa rahisi kupata data.

KRA inalenga kukusanya shilingi trilioni mbili nukta tisa kwa mwaka wa kifedha wa elfu mbili ishirini na tano mwaka elfu mbili ishirini na sita. Zaidi ya washika dau mia mbili wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya bunge kuhusu fedha wiki zijazo. Abdiaziz Hashim, Dira ya Magwiji.